Pia aliibuka na kusema kwamba Dominic Salamba anasema kwamba haioni nafasi ya Simba kushinda mbele ya Al Masry. Tunajua kwamba Dominic ni mchambuzi mbuni wa Tanzania, tuheshimu mawazo yake kuelekea katika mchezo huu Simba zidi Al Masry. Uh, ni mawazo yake, lakini mimi uchambuzi wake mii bado simuelewi. Bado umuelewi. Wewe jiulize kwa nini Azam kafukuzwa? Anachambua kwenye kituo gani? Sasa hivi anachambua kwenye TV yake kwenye TV TV pa online hii. Wachambuzi bora wale mpaka leo bado wapo Azam, yeah. Kina Mulo wale wote bado wapo. Kina Gift Match bado wanaendelea kuchambua mpira. Umeelewa? Lakini kwa Salamba, Salamba, mimi kwangu bado akuwa tangu yuko Azam bado mimi nilikuwa simuelewi nani. Sijawahi kumkubali. Sijawa ajui kwanza mpira wenyewe. Kacheza mpira wapi? Ah. Yeah. Na kwa sababu yule Salamba kacheza kacheza mpaka Simba na Endo kacheza Simba. Ah. Yeah. Lile ni jina tu, sio yule salamba mwenyewe. yuko Kuwait. kacheza mpira wapi? Mimi labda mtu akinipa CV za salamba, amecheza mpira kama kina Amri Kiemba, tunajua kapita Simba, kapita Yanga, kapita Azam mayai, kapita Yanga, timu ya taifa. huyu salamba amecheza mpira mpira wapi mpaka wewe mchambuzi wa mpira? Mimi ninavyofahamu wachambuzi wa mpira, ukienda leo Sky Sport unawakuta pale eh, unawakuta kina Michael Owen, unawakuta kina kina kina Karaga unawakuta kina eh unawakuta kina kina kina kina Van Pace, watu wanachambua mpira. Kieri, kieri, wanachambua mpira kina kieli eli wanachambua mpira huo channel France, watu waliofanya makubwa kwenye mpira wa dunia, watu waliofanya makubwa kwenye mpira wa Uingereza, Italia, Ufaransa. Sasa salamba amecheza mpira wapi? au ansi rafael kacheza mpira wapi? ah yeah. Umeelewa? kwa hiyo ndio maana mimi nawaita wachambuzi wa mchongo mimi. Wachambuzi ninaowathamini na kuwaheshimu mimi namthamini Jebe Said Najua kacheza mpira kaongoza mpira Azam, unaelewa mm. namthamini mchambuzi, namkubali mimi maestro Ibrahim maestro, unaelewa mm. namthamini kwa sababu najua amecheza mpira, kiungo bola alikuwa mm. namthamini Amri Kiemba najua amecheza mpira, unaelewa sasa mm. we Salamba amecheza mpira wapi? Salamba amecheza mpira wapi? kauli yake pengine eh, ni kama wa Tanzania, ama mashabiki wa soka nchini Tanzania ni kama anatunyong'onyeza kwa kiasi fulani ama sio? Anatumika, yani anatunyong'onyeza aliko huyu anatumika na ndio mtu anayeongoza katika kumwoji mchome kwenye TV yake ya Salamba TV kale kwa online kake ka ehe, ndio alomtengeneza mchome. Unielewa? Katika kuisema vibaya Simba, yani kuishusha brand ya nini, brand ya Simba. Kwa hiyo yuko kibiashara zaidi. Kwa hiyo huyu sio mchambuzi, huyu ni mfanyabiashara wa mpira. Yaani, Salamba, watu Tanzania wajue Salamba sio mchambuzi wa mpira, ni mfanya biashara wa uchambuzi wa, wa mpira. Kwa hiyo wewe hata wewe uko na visenti vyako unataka aisifie timu yako, nenda unampa, anakuchambulia ana, ana, ana lakini, wewe hivi wewe asangalia mchambuzi wa mpira, ukichukua Simba ukiweka hapa hmm. ukiweka hapa na Almasi mchambuzi wojii wa mpira anayeujua mpira, huwezi ukampa Almasi advantage ya kumfunga Simba. Kwa nini? Simba ukianza na ligi zao, Simba kwenye ligi ya ndani amecheza mechi ishirini na mbili kashinda mechi kumi na nane kasuruhu mechi tatu kafungwa mechi moja Ukimchukua Almasiri, Almasiri amecheza mechi kumi na saba kashinda mechi ngapi? Nane, amesuruhu mechi sita amefungwa mechi tatu Simba ana magoli hamsini plus hawa hmm, huko wana, wana magoli mangapi? wana magoli kumi na tisa. Simba amerusu goli nane, awa wamerusu goli kumi na moja. Simba ana clean sheet kumi na tano, awa wana clean sheet nne si sita. Sasa ametumia kigezo gani cha simba anaenda kufungwa na Almasi au labda mjanga kienyeji, Salamba kutumia kigezo? Hakuna kigezo kipi kinachombeba nani? Tumesema hizi ligi ziko ndani ya sita bora, umeelewa? Simba akacheza mechi ishirini na mbili huyu kacheza mechi kumi na saba Huyu anashika nafasi ya pili, huyu anashika nafasi ya kwanza, nafasi ya nne. Simba ana pointi hamsini fifty plus hamsini na saba huyu ana pointi thelathini Simba ameshinda mechi kumi na nane huyu ameshinda mechi nane, yani tofauti mechi kumi. Huyu amesuruhu mechi tatu, huyu amesuruhu mechi sita. Huyu amefungwa mechi moja, huyu amefungwa mechi tatu. Huyu ana clean sheet kumi sasa, Salamba, eh, na tano huyu ana clean sheet nne. Huo ndio uchambuzi wa mpira. Sasa wewe Salamba, Salamba, nakuuliza umetumia kigezo kipi? Ukienda kimataifa utasema labda, hizi ligi hii ligi namba moja hii ligi namba sita, twende kimataifa Chukua mechi za makundi tu kimataifa, sawa? So, ukichukua mechi za makundi Simba ameshinda mechi nne, kasuru mechi moja, amefungwa mechi moja. Huyu amecheza mechi ngapi? mechi sita, naye kama Simba ameshinda mechi mbili, amesuru mechi tatu, umenielewa? amefungwa mechi mbili, aya. Huyu Simba ana magoli me, mengi huyu ana magoli machache. Simba amerusu magoli machache, huyu karusu magoli mengi. Sasa kigezo kipi alichokitumia yeye kusema kwamba Al Masry ni bora anaenda kumfunga Simba? Umeelewa? Ukimuuliza atakwambia oh, Simba na Al Masry walishawahi kukutana huko nyuma. Huko nyuma wapi? Ndio Simba hii, Simba alikutana na Al Masry msimu wa kumi na saba kumi na nane Simba ndio anaanza kutengenezwa hapa mbili mbili kule bila bila nyumbani kwao. Sasa ah, kama Simba huko huko Misri ameshatoa sare ya bila bila, wewe unawaambiaje Simba wanaenda kufungwa? Labda umganga kienyeji. Mimi kama Simba atafungwa nitampata, nitamwambia Salamba, umetabiri vizuri, wewe mganga wa kienyeji. Sasa naomba unitabiri siku ya nguo kufa. yeah. Lakini hajachambua msimute. Mchambuzi huyu sio mchambuzi, huyu ni mchambuzi wa mchongo, anatakiwa amalizwe, na mchongo ni wachambuzi wa mchongo wanatumika katika kuwazoofisha watu wa Simba eh, waione timu yao ni mbovu. Ndio huyu anachoongea. Kwa hiyo uchambuzi wake anabahatisha, hapati science ya mpira inasemaje. Lakini science ya mpira kila kitu kinaibeba Simba, ila kinachobeba Al Masry ni home advantage wa kwao. Lakini hiyo hiyo home advantage, Simba ameshawahi kuingia pale na akatoa sare na Al Masry pale pale kwao. Na ukija swala kumtoa Simba, alishawahi kuitoa Zamalek ya Misri. Zamalek ya moto ya kina Zidane imetolewa na Simba pale pale Egypt sasa usalamba, mtoto mdogo anaijua hiyo historia. Simba wakati anaitoa Zamaleki, salamba yuko wapi? Ikoapi sana futakamasi na mkono hivi elfu mbili na tatu, hata saa ingine uko kwa hata mpira hajaufuatilia. Simba anacheza fainali tisini na tatu, salamba yuko wapi? Unachukulia Simba kirahisi rahisi Eh? Sasa hapo ndo tunawaita wachambuzi wa mchongo yaani unatoka kabisa unaandika kabisa unazungumza kwamba Simba siipi nafasi Simba ya kuifunga nani? Ya, ku, ya, ya kupata matokeo na Almasry. Sasa wewe mtu wa mpira kwa kigezo kipi sasa? Toa basi vigezo. Unazungumza ushubu wada, ushubu wada, kwa sababu unaichukia Simba ndio eh. Unazungumza vitu ambavyo havistahili hata kuzungumza kwenye uchambuzi wa mpira, lakini mchambuzi wa mpira angeenda kwenye sansi ya mpira, angechukua ligi ya nini, Simba kwenye ligi anashika nafasi ya ngapi? Ana, ana point ngapi? kacheza mechi ngapi? kashinda ngapi? kafungwa ngapi? kasuru ngapi? ana magoli mangapi? Unakuja unakompea, na huku baadaye utasema kwa sababu ligi huku ni bora. Sawa bwana, haya hata kama ligi bora, twende kimataifa. Ah, watoto wamecheza kimataifa, walikuwa kwenye makundi. Simba ni favorite, ameongoza kundi lake, kamaliza na point 13. Huyu kamaliza na point 8, sio 9. Mizani bado inamkataa sasa wewe mchambuzi, wewe mchambuzi umechukua kigezo kipi? Ukija hata ukisema uchukue history bado history inambeba Simba. Simba hajawahi kufungwa na na, na Al Masry Egypt. Simba huyo huyo ameingia pale, ametoa sare na National, sio kutoa sare na Al Masry, tumetoa sare na National, nyumba ni kwake pale pale Cairo Stadium, full house, watu 80, wa nani? Mashabiki. Simba anaenda kupata sare pale, pale pale na National, tena anatangulia goli. Sasa Simba ana unyonge pale Egypt. Simba unyonge pale aliupata msimu wa 18 19 tulifungwa goli tano. Badala yako Simba hajawahi kufungwa zaidi ya goli tano. Sasa wewe leo yani unaipa nafasi alimisi leti, Simba uipi nafasi kwa sababu ya mabaya yako ya kuipenda Yanga eh, unataka uione Simba uiandare Simba. Hapo atakuwa anaukosea nini? Anaikosea fani yake. Ale kama kina Mgwaduke watu wachambua mpira kwenye baya bwana Mgwaduke tunamwelewa Simba kweli ikiwa vibaya, Mbwaduke anaongea kweli. Mzee wa watu, Simba iko vizuri, anaisipia Simba. Lakini yeye na yeye kama elimu alompa Mchome ndo anaitumia sasa hivi. Na yeye sasa, Mchome sio mchambuzi. Mchome yule ni, ni, ni, ni, ni. ni mshabiki wa mpira. Wewe ni mchambuzi, ushafanya kazi ya uchambuzi, tena ulikuwa kwenye kituo kikubwa cha Azam. Kwa nini Azam umeondoka? Kwa nini ufukuzwe Azam? Na ile ni part time, nataka kutuambia ana shughuli nyingi. Kama una shughuli nyingi iweje sasa hivi, wajua ana vimedia vidogo vidogo? Kama ana shughuli nyingi, kwa nini wajue ana vimedia vidogo vidogo? Kwa nini huo muda usiojua wa kwenye kituo kikubwa cha Azam weze siwale, kina gift match wamezungumza, walisema mpira wamepata ajira yeye. Sasa kutokana na ushabiki wake wa Yanga ndio matokeo yake, unampelekea pale Azam katolo anduki Hayuko wapo wapi? Mpaka, mpaka kazi ya nani? Yanga ndo kaenda Yanga. Lakini yeye kakimbilia kwenye vi online huko anakuja kuongea ushubwada kaa kule uchabue mpira. Baadhi wanatumika katika kuibrand Yanga kuishusha kuiandamaini Simba, hiyo iko wazi na wengine wengine wanatumika Simba Kimi kimi ya yani nakwambiaje, yeah. Lakini sasa ukiangalia Simba Simba ni, ni, ni, ni watu wachache sana naweza, na, hakuna, hakuna naweza kasema hakuna. Kwanza ngoja kuna redio gani ambayo inaweza ikaizungumza mazuri Simba, redio zote nazo. hakuna, ina, ina hakuna, wana, wana, hakuna hata redio moja. Sasa ukisikiliza inakwambia Simba anaweza kapata matokeo wote, hakuna redio hiyo hata chambuzi, nipe mchambuzi mmoja, alafu mimi nimchambue nim